Na huyu mdada bwana alikuwa anatembea lakini simu yake akiwa ameweka mfuko wa nyuma. Sasa kuna fundigeleji huyu, ikabidi sasa aichomoe ile simu, amuibie huyu dada. Sasa huyu dada, kumbe ameweka ni mtego, akaizunguka ile gari taratibu, akawa na nyata. Sasa huyu fundigeleji bwana akawa nafurahi, ajai miliki simu kubwa amemchomolea tayari yule dada. Sasa kumbe ilikuwa ni mtego, na huyu dada naye akaja taratibu, akawa anachukua zile pesa mfukoni mwake ambazo amezitafuta siku nzima huyu mshikaji. Huyu dada kawa anazicheki pesa, mbona hizi zinaweza kutatua shida zangu hizi, mwache yabaki na kisimati kile, alafu mimi niondoke na hizi pesa, mbona natatua shida kabisa hapa, na na madeni mengi kwenye vikoba. Sasa huyu dada akawa anapita tu hapa. Yaani kama elewi chochote kile, akapita hapa akaanza kumwambia mshikaji "Wewe jamaa, nipe simu yangu." Nakwambia nipe simu yangu. Alafu mimi nimefika kule mbele sioni simu. Kumbe wamenichomolea eti. Wewe mshikaji akasema wewe, mdada una akili kweli wewe? Ni nani amekuchomolea simu? Ni nani amesema mimi nachomoa simu, afu mimi ni fundi gari hapa natengeneza gari. Akasema mimi, wakati unapita mimi nilikuwa nimeinama. Alafu mimi nimechukua simu yako saa ngapi? Yule dada akasema wewe, si mtani. Naomba simu yangu ujue. Naitaka simu. Sasa mshikaji akasema simu ya nini? Na mimi simu nimechukua saa ngapi sasa? Wewe mwenyewe ulikuwa unapita hapa, cheki. Mimi sina simu yoyote ile uone. Mimi sina simu bwana. Wewe unataka nini? Huyu dada sasa akaanza kumwambia Akasema mimi wakati naondoka hapa, simu yangu niliweka mfuko wa nyuma, alafu wewe umenichukulia simu, alafu wewe unazingua tena. Umshikaje akasema, wewe una akili timamu? Kwa hiyo unaona mimi hapa ndio nachukua simu eti, wakati wewe unapita hapa mimi umeniona, na mimi nilikuwa natengeneza gari, alafu wewe unasema nimechukua simu. Huyo dada akasema, kwa hiyo unaniambia wewe, kuja chukua simu yangu, mimi nitakupeleka polisi ujue. Nipe simu yangu. Huyu jamaa akasema kama unaenda polisi wewe nenda na simu yako, sijachukua. Na anasema hamna noma, lakini utanikumbuka mimi mimi nakwambia nipe simu yangu, kama unaenda mm kokote hakuna? Hi? Kuibiwa wewe, ukiibiwa unaona wewe pana uma eti. Sasa huyo jamaa anaangalia chini, afu huko chini mimi sikuelekezi ni wapi, ila mwenyewe unaona kwa macho yako. Sasa kaangalia hela niliweka hapa, akasema huyu dada atakuwa amechukua pesa zangu, ameingiza wakati anaondoka muda ule. Huyu anaweza kuwa amechukua simu, asintanie huyu bwana nyuma ya mike. Mimi ni Ano Voice, ni kumbusipite bila kusubscribe channel. Thank you, guys.